Karibuni kwenye stori yetu nzuri inayokwenda kwa jina la Jirani. Mtunzi na mwandishi wa stori hii ni Hawagadi. Majira ya jioni yalionekana Maurin akiwa anatoka mtaani, yupo mbio mbio, anaelekea nyumbani kwake alipopanga. Alifika na kwenda kwenye mlango wa chumba cha mpangaji mwenzie na kuanza kupiga hodi. Catherine, Catherine! Abe, toka nje shosti. Kuna nini Maurin? Toka nikwambie. Catherine al alijinua kwenye kochi la chumbani kwake alipokuwa akajiraza na kusogelea mlangoni. Akafungua na kumkuta Maureen pale mlangoni. Vipi Maureen? Kuna nini kwani? Catherine rafiki yangu, kwanza pole. Pole? Ndiyo pole. Pole ya nini? Kuna nini kwani? Mbona unanitisha? Pole shoga yangu, maana nilivyokuwa narudi nimepita karibu na hoteli hapo jirani. Mwenzangu ni Simone, Kennedy yupo na msichana hapo hotelini, wamekaa kimahaba mahaba, mahaba kweli kweli kabla sijawapa kisogo nikamwona Kennedy anatoa wallet na kutoa pesa ya maana na kumpa yule msichana msichana. Mwenyewe sasa alivyokuwa mzuri kama malaika, bila shaka Kennedy anamtunza sana yule mwanamke. Sasa wewe mwenzangu, na mie mke wa ndoa unafubaa tu ndani, pesa yote anakula hawala yake. Kwa nini Kennedy ananifanyia hivyo? Nimekosa nini mimi ananitesa kiasi hichi? Kuvumilia kote huko maisha magumu, lakini bado haoni thamani yangu. Ndo hivyo shoga yangu, mumeo malayo umemzidi na muonaga mara kwa mara, ila leo nikasema lazima nije kukwambia mambo anayoyafanya sio mazuri. Nashukuru kwa kunifumbua masikio shoga yangu, nashukuru sana. Mimi usijali, nashukuru kwa kunielewa. Maudi na akatoka nje na kumwacha Katherine akiwa na mawazo sana kichwani kwake. Akiwa yupo kwenye mawazo na hasira sana, mlango ulifunguliwa na Kennedy akaingia ndani. Katherine baada ya kumuona Kennedy akaanza kuongea kwa hasira sana. Ndio umerudi? Ndio mke wangu, nimerudi. Ushamaliza kufanya malaya wako sasa umerudi kwa bogi wako? We mwanaume, mbona huna haya wewe? Mimi nakaa navumilia maisha magumu, kula kwa bahati nasibu, lakini navumilia huku nikiamini kuwa ipo siku maisha yatabadilika na tutaishi kwa raha, hii ni hali tu ya mpito. Kumbe wewe mwenzangu unapata hela, ila unaona mimi kutumia siwezi, unaenda kuhonga wanawake zako ku wanje Unaongea kuhusu nini mke wangu? Mbona sikuelewi, Kaferini? Unielewi? Lazima usinielewi, kwa sababu mimi si ni mjinga ninaye kuvumilia kwenye shida. Ila nikwambie tu kweli, Kenedi, nimechoka tena, nimechoka sana, hivyo narudi kwetu. Mbona sikuelewi mke wangu? Mambo yako nimeasikia. Maudi nikakuona kwa macho yake, ulikuwa hapo kwenye hoteli ya evaji na mwanamke, tena unampa pesa za kutosha tu. Alafu mimi huku kila siku unaniachia elfu tatu ya kula. Halafu wanawake wa nje unawapa pesa za maana. Aliongea Katherine huku anachukua begi na kuweka nguo zake. Mke wangu, lini utaacha tabia za kumwamini huyo shoga yako? Unataka nisimwamini? Ni kuamini wewe. Baradhuri wewe. Alimaliza kuweka nguo zake kwenye begi na kuanza kuliburuza kutoka nje. Kennedy akawa anaongea naye ila Katherine wala hakuwa ana, akisikiliza anachokiongea mumewe. Yeye aliondoka zake huku akiwa kafula sana. Kennedy alijisikia vibaya sana, alishindwa kumfuata mkewe, akabaki kaduwaa tu pale pale aliposimama. Akiwa kasimama pale mara mlango ukagongwa, akasema kwa kifupi, "Ingia." Mlango ulifunguliwa na Maureen akaingia ndani na kufunga mlango. Baada ya kuingia ndani tu, akaanza kucheka. Kennedy alimwangalia Maureen bila kuzungumza kitu chochote kile. Baada ya kicheko cha muda kidogo, Maureen alinyamaza na kumwambia Kennedy huku akiwa na furaha sana, "Pole kwa kuwachwa." Kennedy akaongea kitu akanyamaza kimya tu akawa namwangalia Maureen. Maureen akaendelea kusema. Kila siku nakwambia mkeo akili zake ni za kushikiwa ila wewe huamini. Haya sasa, leo umeshuhudia mwenyewe na umethibitisha kama kweli akili yake ni ya kushikiwa. Nilikuwa narudi kuzurura huko, nikakuona njiani unarudi, nikasema ngoja niwahi wahi ili nivuruge ndoa yako. Maana wewe umezidi kunilingia, kila siku nakwambia nakutaka lakini wewe unajifanya hunitaki. Unanikwepa. Haya sasa mkeo kaondoka. Nimebaki mimi. Na baridi hili la usiku mbona utakoma kulinga? Kennedy akaongea kitu bado aliendelea kuwa kimya tu huku anamwangalia Maureen. Maureen akaendelea kuongea. Unajifanya ujibu eh? Sawa, kama ujibu lakini, habari ndio hiyo na wewe upo singo. Ila usijali, kama utahitaji mwanamke basi karibu kwangu, maana si unajua ninavyokupendaga sana. Aliongea Maureen huku anacheka na kufungua mlango ili aondoke. Baada ya kufungua mlango na kusogeza pazia la mlangoni, alishtuka sana baada ya kumwona Catherine pale mlangoni. Catherine, rafiki yangu, amerudi? Catherine, kabla ya kumjibu, alimbamiza kibao cha shavu kikali sana na kumwambia, ulijua nimeondoka? Maudi na kujibu kitu, akabaki kujishika shavu lake tu, ambalo lilikuwa na maumivu ya kibao alichopigwa. Kennedy naye akatoka nje baada ya kusikia sauti ya mkewe. Catherine akasema Maureen, ulijua nitaondoka kwa mume wangu kirahisi rahisi namna hiyo. Umefeli mama. Siwezi kuondoka kwa mume wangu kwa sababu Kennedy ananipenda mimi kuliko hawala yake yeyote yule ambaye wewe unamjua. Nikwambie tu kama ulikuwa hujui, mimi ndio Mrs. Kennedy original. Hao wengine wote wezi tu ila mimi ndio mhusika mkuu. Na kama angekuwa anawapenda hao wanawake mume wangu basi angeenda kuwaoa wao na wala asingekuja kwangu lakini mpaka akaja kunioa mimi basi ujue mimi ndio ninayependwa ni. Halafu hao wengine wametamaniwa tu watu, watumike kwa muda halafu waachwe, ila mimi wa milele daima. Upo mama? Aliongea Catherine, huko anamsogelea mumewe na kumkumbatia na Kennedy, naye akamkumbatia mkewe vizuri kabisa, wakapigana mibusu kama yote, na Catherine akamwambia mumewe, nakupenda sana mume wangu. Nakupenda pia mke wangu. Maureen akaondoka kwa aibu sana na kwenda chumbani kwake likamshuka shuu. Na huo ndio unakuwa mwisho wa stori yetu nzuri inayokwenda kwa jina la Jirani. Asanteni, bye.